Katika makosa makubwa baadhi ya watu hufanya ni kwamba, wakishafanya tendo la ndoa na wake zao, kuna watoto wadogo, nafikiri mwanifahamu, wakishafanya tendo la ndoa na wake zao, wengine hata kama hawataki kuoga, Rasul asema ikiwa waogopa usingizi yako iharibike kwa sababu ya kuoga, Rasul asema una khiari mbili: usilale na janaba, ima uoge, ama la pili uoshe sehemu za siri na utawadhe uende ukalale na hivi ndo ilivyo. Kwa nini? Udhui itakuhifadhi. Mtu hajasoma amana, rasul amestarehe na mke wake, na ikiwa ni haramu, waliyadhu billah, ndo mbaya zaidi, alala kwa janaba. Kuoga hajaoga, bali hata kuhafifisha ile janaba kwa kutawadha hajatawadha. Mke na mume wote wamechoka, wanang'orota katika hali ya janaba, waliyadhu billah. Akitumwa huyo shetani na majini na sihri, atapita hapitipita